Rais mstaafu wa awamu ya pili Alihaji Haji Ali Hassan Mwinyi amewataka wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa kuwachagua viongozi wenye uwezo ili kuharakisha maendeleo ya taifa. Akizungumza katika hafla ya mapokezi ya mufti mpya wa Tanzania jijini Dar es Salaam, Shekhe Abubakar Zubeir Rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi amesema uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba ni muhimu sana katika mustakabali wa amani, upendo na maendeleo ya Tanzania. Taarifa zaidi na Aaron Mrikaria. Ni katika hafla ya mapokezi ya mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali jijini Dar es Salaam hafula hiyo iliyohudhuriwa na waumini pamoja na viongozi mbalimbali. Akizungumza mara baada ya mapokezi hayo, mgeni rasmi, rais mstaafu wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi, pamoja na mambo mengine, amewataka wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kushiriki katika uchaguzi mkuu kikamilifu. Tuchunge amani ili tufaidi, tufaidi kufanya dini yetu kufanya ibada yetu kwa utulivu na raha bila wasiwasi, tupate raha sisi wenyewe, na tuwape raha majirani zetu, na majirani wapate jirani zao, na hivyo hivyo, ende uzangu na utambaye, iwe dunia nzima kuna raha. Kwa upande wake, mufti mpya wa Tanzania Sheikh Abubakari Zuberi bin Ali amewataka Waislamu kote nchini kutumia fursa ya uongozi wake kutoa ushauri utakaosaidia kulijenga baraza la Kiislamu nchini BAKWATA, ambapo pia amesisitiza suala la kudumisha amani iliyopo hapa nchini. Tuwe na ushauri, tushauriane na baraza, linataka kushauriwa kusaidiwa, na ilishasema mwanzoni kwamba huu milango yake iko wazi, ya ushauri, ili tuweze kulinyanyua baraza letu liondoke hapa mbele ajikute kila mmoja ajihisi kwamba baraza, baraza ni mali yake, baraza ni kitu chake, baraza ni taasisi yake kubwa, ajihisi hivyo. Jina la Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali lilipitishwa huko mkoani Dodoma wakati uchaguzi wa kumpata kiongozi huyo, mara baada ya kuondolewa kwa majina matatu ya mashekh waliowania nafasi hiyo kupitia mamlaka ya kikatiba ambayo yamefanywa na tume ya, ya dini na baraza la ulamaa taifa. Aro ni Mdikaria, TBC, Dar es Slam.